No, mambo vipi? Mtongo wa nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevo TV na kukukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kuchana na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi na zaidi. E, bwana wengi tunajua Morris ni mchezaji wa Msimbazi ambaye anafanya vizuri sana, ni mchezaji ambaye kusema kweli ni mtu ambaye anapendwa sana na mashabiki wa Msimbazi na viongozi wa Simba pia. Lakini tunajua vile vile Morris ni mchezaji mdogo sana ambaye ana uwezo mkubwa na ana kipaji kikubwa sana. Na tunajua kabisa uwezo wake unaridhisha kubaki hapo Msimbazi nilisha dogo na nisho ambayo imeenda viral sana na imewatikisa kidogo Wanasimba kuhusu ishu ya Morris. Tunajua Morris hapo Msimbazi alikuja alikuja kwa mapokezi makubwa sana sababu ni mchezaji alionyesha kiwango kizuri sana kwa muda mchache, na watu wakatokea kumkubali kinoma noma. Sasa ishu ambayo imeenda viral sana na kuumiza mashabiki wa Simba kichwa ni ishu ambayo Morris sasa hivi inavotendi, inasemekana ishu ya kwanza, Morris bwana, ni mchezaji ambaye amekuja Msimbazi kwa mkopo hmm. umeona balaa hilo e, Morris amekuja Msimbazi kwa mkopo. Sasa ishu alionyesha hapo Msimbazi, timu yake inamhitaji, ndio habari ambazo zina trend sana mtandaoni na zinasumbua kichwa sana mashabiki wa Msimbazi. Morris ana atakiwa aondoke, maake amekuja hapo Msimbazi kwa mkopo na amewaka kinoma noma. Sasa hiyo issue inaonekana Simba walificha kusema kama Morris alikuja kwa mkopo, kwa sababu hawakutegemea kama Morris atakuja kuwaka na kufanya vizuri katika timu ya Msimbazi, kwa sababu unajua kabisa mzawa mm, kuja kucheza hapo Msimbazi na kufanya vizuri na kuwa ni ngumu, atawaka kwa wachezaji wa ndani. Lakini hivi ambaye anategemewa katika kikosi cha Simba, unasikia Morris yupo kwa mkopo pale Msimbazi na timu yake inamhitaji, lakini vilevile vile, wanasema pia Morris, kuna timu imekuja kumchukua imetoa mpunga mnene sana, na tunajua kabisa Simba kuacha mpunga mnene ni ngumu sana, kwa sababu Simba wakatagi hela. Simba ni wana, wanaangalia hela sana, wanauza wachezaji wengi sana. Tunajua Simba ameuza wachezaji wake wa muhimu ile mbaya, na amekubali kuchukua mpunga. Ndio Simba hapo kibiashara, mm, timu ya Msimbazi hapo kibiashara. Sasa Morris, kuna timu imekuja kubwa kinoma noma inamhitaji na imeweka ofa kubwa sana kumchukua Morris. Tunajua kabisa Morris ni mchezaji mzuri ambaye ana kipaji sana na ni mchezaji ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo Morris, ana wakati mzuri sana kwa sababu zimejitokeza timu kubwa kuhitaji saini yake. Simba ni jambo kweli sio zuri kwa sababu watapotezana, kwa sababu wanasajili wachezaji ambao wanaona kabisa walikuwa wanatakiwa kae wapi mm, ili waipabanie timu. Sasa tena wanamuuza Morris, wanapoteza kitu fulani katika klabu ya Simba, wanatoa kitu fulani, wanatoa kitu fulani. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya kazi bure, kwa sababu Morris ashaka kwenye mfumo wa Simba, kwa hiyo Hey, ndo kama hivyo unavyosikia mtu wangu, nguvu Morris, changamoto ndo kama hizo katika klabu ya Simba. Mm. Simba ilificha kuhusu Morris kuja kwa mkopo hapo Msimbazi. Sasa siri imefichuka na watu wengi sana wanaongelea hii issue. Morris kuja kwa mkopo hapo Msimbazi. Mambo yamekuwa ni mengi sana katika usajili wa dirisha dogo, kwa sababu story nyingi sana unakuja unazisikia, siri nyingi zinafichuka kuhusu wachezaji. Sasa kama Morris ni mchezaji ambaye amepambana sana, amepokomaa sana, alafu dakika kama hizi unasikia ni mchezaji ambaye amekuja hapo kwa mkopo inakuinumiza sana. Kwa hiyo naonesha inakibisa Simba hawana umakini na timu yao. Kuna, kuna viongozi wa Simba hawapo serious kabisa. Ni watu ambao wanapenda kuona timu inapotea kwa sababu mchezaji kama huyu Morris, ya uwezi ukamwacha apotee kwa namna fulani hivi, aondoke kutoka katika timu ya Msimbazi. Hata timu iliyokuja kumnunua, wakikubali ofa, wanakuwa tena wanaibomoa timu kwa sababu wanaitengeneza timu. Unajua kabisa klabu ya Simba haijapata ushindi ubingwa muda mrefu sana na tunajua ameonewa sana na Yanga. Kwa hiyo anatafuta heshima fulani ili waendeleze ukubwa Simba. Kwa hiyo Simba wangaleli jambo ni la ukweli linaotendi mitandaoni ama la hivo, hivyo itakuwa ina kosti sana, mashabiki wa Msimbazi watakuwa wanaumia sana kwa sababu kusikia vitu kama hivyo wanaficha, afu dakika za mwisho vinakuja kuvuruguka. Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Mtongo Nguvu, nakumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kusha na kucomment ili kupata habari zinazotendi mitandaoni zaidi na zaidi. Yangu niya Mtongo Nguvu, asante sana.